Uh, bwana Chelehani, msukuma hapa. Eh, niko maeneo ya nyumbani kabisa utawala kabisa familia nimemtembelea. Yani, babu yangu nimekuja kujua undani zaidi maisha yake alianzaje, alifika wapi? Yani, unaambiwa kwamba ni mzee ambaye alipigana vita vya Idi Amin mwanzo hadi mwisho. Nataka nimjue vipi, alikuwa kuaje mpaka kama mwanajeshi, ilikuwa kuaje mpaka akapigana vita Ha? wengine tumekuwa sasa hivi tu vijana vita hatuvijui, tumeku, tumekuja sasa hivi tu tumezaliwa elfu mbili, watoto elfu mbili, mweze kuelewa, muwe makini, mfuatilie mzee, mweze kujua nini kilijiri mwanzo hadi mwisho mm. Nasema hivi kaa kwa kutulia, mnifuatilie vizuri mm. Eh, eh, eh, mzee wangu tuendelee, mm. <coughs> Umesema unaitwa? Jamani, kama mnavyoona, mzee anasema kwamba ni mzaliwa wa Ndagaro, wilaya ya Magu, na hapa tuko Kisesa, wilaya ya Magu, wilaya ni hii hii. Sawa, sawa. Ah, sasa mzee ni kilichonileta hapa kwako. Nataka kufahamu zaidi. Wewe umesema ulizaliwa, ulizaliwa kwanza mwaka gani? Ulizaliwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na saba. Elfu moja mia tisa hamsini na saba. Sasa hivi ina maana ni miaka, sasa hivi <laughs> ni miaka mingapi mpaka sasa hivi, na miaka <coughs> elimu yako Mungu da Saba wapi shule? Eh, wira, wira ya kwimba ya huko eh? Ndio, ndio. Eh, uko pote nishapita, nishatandika ndio nimesomea yani. uko wapi? nishatandika hapa kwako hapa hmm. Sawa, sawa. Unaishi na labda watoto Naishi hapa na watoto wangu, wangu mewa, mewake, na ambi, seni, jema, watoto, watoto wangu akamwoa mume wake anaitwa Miseni Chema Chembe. Familia yangu jumla ina watoto tisa. Tisa. Yela, okay. Wana miji zao ila kati ya hapa katika watoto wangu niwozani watoto tisa na miji zao hapa ina familia ya watoto wapo wengi, sawa na mkuu wa taji na kikuu safi safi. Mzee, ndo umetakiwa. Ah, lengo la mimi kuja kwako mzee ndiyo ni kwamba nataka nifahamu, ndiyo ya yeah, Huyo mimi taarifa zangu nilisikia kwamba ulifikia tu, ulishawahi kuwa mwanajeshi. Mimi nilichotaka ni kwamba kwanza ilipo kwaje mpaka kwa mwanajeshi na elimu yangu ni darasa saba. Yaani hapo ndio nimekutanisha. Yaani elimu darasa saba na wewe kama mwanajeshi. Hebu niambie safari ilianza anzaje mpaka kwa mwanajeshi? Hapo hapo. Safari ya jeshi ni nimeanza Kigoma. Kigoma. Sisi nimeanzia Kigoma. Kigoma sehemu inaitwa Kihinga. Kihinga. Kwa baadaye ikajengwa kambi la Mahembe ila mimi sikulikaa. Nikapelekwa transfer na nini? Nikapelekwa Mbeya. Kikosi cha nane, 8KJ mbali zimbea. Kikosi cha? Cha nane. 8KJ mbali zimbea. 8K? KJ. 8KJ mbali zimbea. Ndiyo. Ah. Hapo ndo ukaanzia jeshi? Au ilikuwa hapo. Jeshi nimeanza Kigoma. Kigoma. JKT. Au ni ya JWTZ? Jeshi la wananchi jeshi la wananchi na ndio wanajeshi wanaanzaga hapo, ngazi ya kwanza kujifunza jeshi inaanzia hapo eti. Au hapo JKT ni Depu, nimepigia Kigoma nikamaliza Depu nikiwa private soldier. Sawa sawa. Baada ya kutoroka pale, nikapeleka Mbeya. Hicho ninachokuambia hicho cha 8KJ, 8KJ. Sawa sawa, kinaitwa hivyo 8 KJ maanake, ila ulikuwa yeah. Mbalizi, Mbeya Sawa. Sa ikaingia sabini na kwanza <coughs> kule Mbeya nilien, nilienda Mbeya sabini na sita sabini na sita sabini na sita sabini na saba Hapo una miaka mingapi? sabini na sita kabla miaka sijaitambua, ngoja kabla ya nikueleze, sabini na sita sabini na saba hmm. niko Mbaliziaa hmm. sabini na nane siku moja bila kujua vitaidia vita Uganda kaingia hapa. baba gani vitae hapo kwenye vita ndo umenileta. Nataka kwanza kabla ya vita tuanze, nataka kwanza nijue story yako ya ya jeshi yani, mbona ukafikia tu ukiwa hapo Mbalizi Mbeya. Sawa, ulikuwa tayari ushakuwa mwanajeshi sasa. kamini mwanajeshi. Okay, tie check ndio mwanajeshi wa jeshi mwanajeshi ni mwanajeshi, mwana jeshi kamili, sio man mwanamgambo na mwanajeshi tofauti. Kuna majeshi mangapi? Kuna jeshi la kujenga taifa, yeah, kuna jeshi la magereza kuna jeshi la polisi. sawa, sawa. Kuna jeshi la wananchi sawa, jeshi kubwa hilo. Sasa mm. Tulipofika sabini na nane hiyo sawa, tukajaza fomu za mshahara. Tuk... eh, wakati wa vita ya Uganda hatukujua kwamba tu, tukajua kwamba tuko kikosini tu hapo, na maana uh... mwanzoni mlikuwa mshahara haipo au ilikuwa, ilikuwa hiyo ilikuwa hapo, ila ni midogo midogo. private ah. soldier unapata mshahara ukiwa private, una cheo mshahara wako shilingi mia sita mia sita kwa mwezi. Mwezi. Yeah. Sawa sawa. Kwa private una mm -hmm. renki, una renki sio sio kopolo wala sio sajenti, mia sita kwa mwezi mwezi. Hapo baada ya kujaza fomu, magari yakaja kutuchukua Ulipojaza na fomu ilikuwa mwaka 78 hapo msemo? 78. Ukajaza fomu ambazo hizo fomu ni za kuongezewa mshahara manaje? Fomu za kupokea mshahara. Maana kama mshahara kupokea mpaka ujaze fomu. Oh, oh. Sawa sawa. Ndio upate mshahara wako. Kwa hiyo wewe mara ya kwanza kuanza kulipwa mshahara jeshini ilikuwa 78, ndio na kaanza, hmm. kulipwa. Alafu 78. Ndipo yes, mm. maliza step nikaanza kulipwa hiyo 100 100, sahihi. Ah, uh, ulipojaza fomu ikaongezeka. Hamna. Ikawa hiyo hiyo mesi, uh, kawaida mshahara mpaka ujaze fomu fomu. Fomu hiyo ukatengenezwa nani nini, wapiti wapitishe kwenye kwenye kwenye LPO LPO, hiyo una unatengeneza invoice invoice hiyo In ndio naenda kwenye mtengenezo cheki <coughs> cheki ya kupokea mshahara wako sawa. 78 hapo 78 <muchas> eh, hey, mm, baada ya kumaliza kujaza form tukachukuliwa na magari kupelekwa mpaka Tazara. Tazara. Ambao, Tazara ni wapi sasa? Tazara Mbeya, kwenye nani, kwenye kusubiri nani? Train. Eh, Tazara kutoka Zambia. Eh, si treni hiyo au ni? Eh, treni. Yeah. Hii inaitwa Tazara ya wa Wachina. Ah. Inatokea Zambia. Zambia. Eh, mpaka Dar es Salaam. Sasa, tukachukuliwa mpaka Dar E, tukapelekwa mpaka kwenye kikosi cha tukapelekwa jeshi la wananchi pale, na ni Mgurani Dar es Salaam eh, Mgurani Dar es Salaam ndio mshia tukaenda kujipatia pale, tulala siku moja tu pale Mgurani, nilitoka yeah. Asubuhi yeah. tukachukua tena magari kupelekwa lerwe lerwe ya yeah. wapi ya Dar es Salaam yeah. huko yeah. huko Dar es Salaam. E, sasa ni ni jeshini reee eh, kwenye nani, kwenye kituo cha arevo, ishi, ah, cha reoiitukaretwa mpaka nkufika Mwanza tukateremshwa na treni hiyo <coughs> tukabebwa tuka, tukachukua tena na magari tukapelekwa mpaka wapi iiemu <coughs> Kirumba sisi Mkirumba, Mwanza hapa uwanja wa hey, mpira kwa sasa hivi hey. Kufika pale nakuanza kuchimba maandaki. Maandaki. Tukarara kesho yake kuamka asubuhi nikajiuliza kwamba nimefika nyumbani hapa hey. Mwanza ndio nyumbani nyumbani, na kwa magari yaliko hayapo, hivi ndicho hamna magari. Sasa kwanza samahani. Ndio. Hapo Sise kirumba mnilala, mkaanza kuchimba mandaki wakati ya ya ya ya ya ya ya vita. Kwani vita ilikuwa hadi mwanza huko? Kumbe kipindi hicho vita ilikuwa bado ijaanza, lakini vita ipo, kuna ah, ah, wengine wanapigana wanapambana kule. <coughs> <laughs> Una hela mia sita, hela kubwa mno. Mno. Mno, yale manoti yale mekundu yale ya Masai. Una noti noti sita. Sita. Ah, ya, kuondoa. Sawa sawa. Kwa pa sio kwa kiukuondoa, yani sio kwa hiari yako. Uka, na bunduki na bunduki na bunduki lako ee, ukatoroka kwenda wapi? Kupenywa kwamba ni, nikaangalia mazingira nyumbani amna umo moto Mwanza ah, uzure, uzure. E, nikapata nikasimamisha taksi moja nikamwambia nipeleke wapi, Mabatini. Ah, Mabatini. Mabatini ya Mwanza, hapo kulikuwa na bibi mmoja hapo alikuwa Mabatini. Sa bibi yako, ee. E, bibi yangu ni ukoo, sio bibi wa kumzaa nani, ni bibi wa i bibi nikifika nchukua mpaka mabati ika mabati kufika pale napoenda pale yeah. a bibi moja tu nyumbani, wote hawapo, wale wenye uwezo bibi moja ambaye atambu hata kumtambua hayupo. <laughs> tena bibi yako? Uh, bibi yangu hayupo, namtafuta hayupo bibi, bibi mwingine, bibi ambaye hata kukutambua uh, um, mzazi wa mzee wa pale kwa mzee Mwinura. Okay, sasa yeye alikuwa ni mzee wa pale mbeni ni, eh, ni kama nani ni hapo huyo mbuyu, bibi bibi alikuwa amekuja hapo tu. Ah, oh, sawa sawa. Naye anakaa hapo. Yeye hapo hapo. Sawa sawa. Familia. Eh, nikamuuliza kwamba bibi wameenda wapi? Bibi yuko wa wapi? Hapo wameenda kazini na babu wameenda kazini. Alikuwa anafanya kazi ya ujenzi. Asi ukabidi hapa hakuna lolote. Bibi naye ananiogopa kwa kuniangalia, niogopa kwa, kwa kuona kwamba nina bunduki hakuna niko kiraia. Sasa baada ya kuondoka hapo, nikamwambia bwana, hebu tuondoke. Tukaondoka na gari, kufika njiani nikakutana nani na ni, kaka yake na bibi yangu hey. Ni babu yako, eh? Ni babu yangu pia pia, nikamwambia ah, <coughs> amba bana, hebu simama. Jamaa akasimama kweli nikamuita yule nani, babu huyu alikuwa anaitwa Daudi. Kumwita akashtuka, kamwambia mimi ni fulani, nikavua kofia, akanitambua. Ndio akasogea, nikamwambia panda huko, mwambia driver tuondoke, tukaondoka. Nikaanza kumulizia kwamba hapa kuna wanapopiga picha ni wapi, nipeleke wanakopiga picha picha, eh, wanakopiga picha. Akanipeka nani kile ya photo stand Kipindi hicho picha tu na penyewe ilikuwa ni shida kupiga picha. Shida picha zilikuwa nyeupe. Nyeupe. Nyeupe ni kivipi? Rangi nyeupe hakuna za rangi. Na kamera yani, zilikuwa yani za kipindi hicho uwezo wa teknolojia ilikuwa ya chini sana. Kamera zilikuwa ile ya lakini walikuwa natoa picha nyeupe. Sio za rangi. Sasa. Eh hapo ni elfu moja mia tisa sabini sabini na nane sabini na nane. Sawa. Sasa nikapigwa picha pale. Mm. Yule mwenye taksi nikamwambia ondoka, akaondoka. Mm. Wali yake ikaisha. Mm. Hata alipoondoka, nilipomaliza kupiga picha pale nikamwambia twende kwenye bar. Na bar wapi, akanipeka hii mwenye. Sawa. Yeah. Hmm. Nenda ku drink, ku drink pale bia. Piga bia sana. Eh, yeah, bia sana mpaka saa 12 nikamwambia bwana mimi nilipo. Hmm. Hiyo hiyo miastika tumika ikafanya mambo yote hayo bado hela ipo nyingi tu haijaisha. <laughs> E, hela nyingi tu, kwanza mia <laughs> mia moja kuibadiliza niishu hata bana kutoka. <laughs> Na jamani nikampa hela <laughs> baba yangu nikampa na kamwambia picha hizo utachukua wewe upeleke wapi ndagadu, kwa wazazi. Kwa baba yangu mzee Bruno, mzee Bruno kasema sawa. <laughs> nikalipa hela yote nikalipia, wala sikuziona baada kuondoka pale nikachukua taksi nikarudi sehemu Kirumba. mm -hmm. po karibia pale, koso, pale, pale Kirumba pale nikamwambia niteremshi. mm -hmm. Kaniteremshi wale jamaa, nikaondoka nikaenda mpaka pale. mm -hmm. Nifika pale niwakuta wenzangu wako stand by, wamegawanywa neti, uh, buti mpya, kombati mpya, yaani kila kitu vipya.